Nikiwa nimekaa kwenye jua la asubuhi nikitazama upepo ukitikisa majani ya mti mkubwa nje ya dirisha langu, akili yangu ilielekezwa mbali mpaka Burkina Faso, nchi ambayo kwa muda mrefu iliteseka chini ya changamoto za kiusalama, ukoloni mambo leo, na ukosefu wa uongozi thabiti. Lakini sasa kuna mwanga mpya. Mwanga huo ni kijana mwenzetu, anaitwa Ibrahim Traore. Sikuwahi kufikiri kuwa sauti ya bara hili inaweza kurudi tena kwa nguvu kama zile tulizosikia kutoka kwa kina Sankara, Lumumba na kina Kwame Nkrumah. Lakini Traore ameonyesha kuwa Afrika bado ina chemichemi ya matumaini na bado ina nafasi ya kufufua heshima yake tena kupitia vijana wake wenyewe. Sasa nakuuliza wewe, kijana mwenzangu, unaishi kwa ajili ya nini? Una ndoto gani kwa nchi yako? Je, uko tayari kusimama kwa ajili ya kizazi chako na kijacho? Mimi nimeamka si kwa sababu ya propaganda au maneno matupu, bali kwa sababu